Na ndugu yetu sayo. Na mimi niko na ushuhuda ya kwamba hata tukipanga hii masishi zote tuliunganishwa pande zote mbili, hakuna pande haikufanya chake. Niko na furaha sababu watu wameongea sana, na kuongea ni vizuri na ni vizuri, na nataka kupongeza kanisa Sababu angesikwa na wanajeshi wakifiatua hiyo risasi yao. Kama angekuwa ghasisi wa kanisa, magasisi wote wangekuja wakivaa nguo zao za kikasi. Wacheni tumuzike ndugu yetu ambaye ni mwanasiasa na siasa ya kutosha. Laki, walakini iwe ni siasa nzuri, siyo siasa ya matusi, na leo si kusikia matusi. Hata kama iko ukali wa kuuliza ni nini ilifanyika akafariki, hiyo si matusi, ni maswali, na maswali hata ikiwa kali ni lazima ijibiwe. Kwa hivyo mimi naunga mkono ya mwache maswali yote iulizwe na yote ijibiwe ndivyo watu waridhike, ya kwamba kutokea ni nini ilifanyika ile siku ndugu yetu alipoteza maisha yake. Ni kweli alipenda jamii yake ya Waluhya, lakini pia alipenda Kenya, alipenda Waluhya waungane. Ile siasa tulikuwa tunapanga ya 2027 ilikuwa ni ya Kenya yote, na tulikuwa tunakaa watu wa kutoka kasi. Kwama mimi nahakikishia ndugu yetu ondoka, tutaendelea na hiyo kazi aluta continua. Wa Kenya wapate haki yao, na ile Karwale amesema juu ya dhahabu katika Kakamega na mambo ya husuni, wakati watu tatu waliuawa watu wakihamisha. Hakuna mtu anakataa maendeleo, kama dhahabu imeonekana ichimbwe, lakini hiyo mkataba iwe wazi, tujue ni nani na wamekubaliana nini na serikali, na wale watu wanaondoka walipwe fidia ya kutosha, na waonyeshwe mahali wanaenda. Huwezi kwenda kufukuza watu eti ni maendeleo, uwafanye wawe bila makao na wauawe wakiondolewa kinguvu. Hiyo ndiyo siasa Jirongo angependa tuendeleze ya kuona haki ya kila mtu, iwe ni mtu wa Ingo, iwe ni mtu wa kule kwetu, iwe ni mtu wa Nyari. Na hiyo ndio mimi, tulikuwa tunaongea mambo ya siasa ya usalama wake na alikuwa na maini ya kuboresha mazingira yake ya usalama, lakini yale mambo angekuwa atende haikutendeka. Akafa mbele be ya hiyo mambo kutendeka. Hivyo kama ni mtu alikuwa anahofia maisha, tafadhali, lazima maswali itajibiwa, na ndivyo ukweli na ku Kama ni dereva wa basi anaulizwa maswali na mawakili ajali pia anajibu hadharani. Hiyo tu ndio tunasema deke waridhike. Kabla ya kumaliza, naona barasa akisongea, mimi yangu na niamba ya People's Rebellion party na niko na secretary general wangu, Asha Bashir, ningependa wale chama iliwakilishwa vizuri. Nilikuja na wakili mwanachama Jenny Nyamboke ako hapo pia, ningependa ajulikane. Tumekuja pia na wakili rafiki yangu na ni rafiki ya mwenda zake Jirongo Steve Kivunja. Pia naye ako hapa na mwanachama mwingine Geoffrey Otara. Kwa hivyo tulikuwa session kubwa, karibu tukose kuja masishi, tukawachwa na ndege asubuhi ndege yetu ya 610 ikatuacha, lakini bahati nzuri tukapata ndege ya kwenda Kisumu, hiyo ilikuwa ni ya Eldoret. Tulisema hata kama ni kuja miguu, lazima tutazika Cyrus, na Mungu akatujalia na tumefika. Mimi ningesema dangu lala salama, tuta endelea kuuliza maswali mpaka usu, uh, mas, uh, ukweli ujulikane tuta familia yako leo sijayo, na siku zijayo. Na mwisho, asanteni sana wale wote mmepika hii mazishi ya ndugu yetu Jirongo, is fit for a king, mmempatia ile sendo inas stahili mtu wa kiwango chake.